Na mtazamaji, kwa wengi, viazi ni chakula tu ambacho kinapendwa na wengi kwa aina tofauti ya vyakula. Hata hivyo, upanzi wa viazi umetumika kama kigezo cha kuweka amani ya kudumu na hata kupambana na mabadiliko ya hali ya anga miongoni mwa wakulima wa eneo la Kuresoi Kaskazini, kaunti ya Nakuru. Agnes Oloo aliwatembelea wakulima hawa ambao wengi wao walikuwa wanaathiriwa na ghasia za uchaguzi za mwaka 2007 mwaka 2008 na kuandaa taarifa hii. Katika kijiji cha Sigowet huko Kuresoi, Ezekiel Kirui ni mmoja wakazi walioshuhudia mapigano na uharibifu uliosambaratisha jamii baada ya matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2007. Hii leo Kirui anaelezea jinsi changamoto ya ukame na njaa ilichochea jamii hiyo kukumbatia maridhiano. Tukaongea tukawa na maoni ya kwamba ile kitu ambayo tutafanya nikusanye vikundi zote za wakulima katika hii area ya Kuresoi sana sanasana, katika wodi ya Kamara na Siriku. So Starlight ilizaliwa kutokana na ile michafuko ambayo ilikumba nchi yetu mwaka wa 2007 na 2008. Cooperative tuka na makabila kama, ya, kama Kenya mzima experiencin uh, challenges with access and drought and all that they decided why can't we come together and certify our own seeds. Of course we sell, but our main target is producing for ourselves, for our own benefit as small older farmers. Kupitia msaada wa serikali pamoja na mashirika ya kibinafsi, wakazi walikumbatia mafunzo ya teknolojia na kilimo cha kisasa. Mbegu ya viazi aina ya shangii yenye sifa za kipekee ni dhahabu katika maeneo haya. Varati ya shangii inapandwa kwa maeneo karibu zote Kenya, kwa ile hali ya anga zote zenye ziko huwa inajaribu kufanya uh, pale no saizi wanafanya na kunyunyizia. Kuna mambo na teknolojia ambayo imekuja inaitwa, tunaita ukishapanga na kuwekea kue, kue, mchanga viazi na baki tu peke yake zikimia tu polepole bila kusumbuliwa na na, jembe i will go ahead to downscale that national forecast uh, to the county of nakuru because now i understand the climatology of nakuru i understand the activities that takes place here so i'll be able to tailor my forecast to address the specific needs of the nakuru people ikazaa wakulima sako ambayo imetimiza ndoto za wakulima wadogo wengi wakiwemo Kirui na Jen. Unapata eka moja tulikopata karibu tani mbili ya viazi lakini hasa hii kupitia kwa mradi wa Craft. Siku hizi tunapata viazi kutoka tani, tani nane mpaka hata kumi kwa eka moja nililima viazi avaneka nilipata viazi kunia dadu. Nikauza hiyo viazi nikaona aitoshi, ninunue ng'ombe, nikaenda kwa sako ya Starlight, nikakopa pesa, nikakuja nikaongeza hiyo, ninapeleka masiko kwa Starlight ndio niendelee nimalize ni hiyo deni, alafu ninunue ingine. Hata manene ya school fees nilikuwa na shida, lakini saa hii nikitoa viazi, ninapanda viazi, anamaliza mwezi tatu tunatoa anaingia taa mingine. We also are providing demo farms where farmers can learn by seeing. When we talk of these practices, they have to see, and then that way they can know how to adapt them in their farms. Mabadiliko ya hali ya anga yanatishia kuwepo kwa chakula cha kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ila kwa wakazi wa Kuresoi Kaskazini, umoja na bidii yao zimezaa matunda, wakulima hao wakipiga hatua za kuigwa humu nchini. From one. From one. <laughs> Agnes Oloka, Chola Runinga ya Citizen